Novemba 7 anakumbukwa Mtakatifu Wilbrodi aliyeeneza Ukristo maeneo ya Ulaya katika karne ya saba na ya nane. Alijitolea kwa jitihada kubwa kueneza Ukristo, ambapo alienda Uholanzi na maeneo jirani ya Frisia. Aliweza kuhubiri na kubadili wengi, akijenga makanisa na kuanzisha monasteri. Alikuwa na uhusiano mzuri na mfalme Pipin wa Uholanzi ambaye alisaidia juhudi zake za kidini. Alifanya kazi katika mazingira magumu, kwani alikabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa wapagani wa eneo hilo. Alikuwa na ushawishi mkubwa, kwa kuwa alikuwa na uwezo wa kuungana na viongozi wa kisiasa katika kazi yake ya kidini. Leo hii Mtakatifu Wilibrod anaheshimiwa kama mlinzi wa Uholanzi na kuna makanisa na maeneo yaliyopewa jina lake kwa heshima ya kazi yake ya kumtumikia Mungu na kueneza Injili.